Mahujaji zaidi ya milioni moja na laki sita kutoka maeneo mbalimbali duniani hii leo wamesimama kwenye viwanja vya vi vilima vya vi Arfa, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa ibada ya Hija, ikiwa ni moja ya nguzo tano kati ya nguzo za Uislamu. Hii ni nguzo ya mwisho ikitanguliwa na nguzo nyingine nne, ambayo inamtaka kila Mwislamu kwenda kuzuru katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ni harakati ambazo kila mtu anatamani kuzifanya, hasa kwa mumin, na hii ni sehemu ya kudhihirisha uchamungu kwa yule ambaye ameamini. Naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye ninakualika kwenye Uchanganuzi na leo tatupia macho ibada hii ambako waumini wamesimama katika viwanja vya Arfa, lakini pia kuendelea kutekelezwa kwa ibada yenyewe ya hija na hitimisho lake na yale mambo muhimu ambayo mahujaji watayafanya nawe pia aweze kupata darasa lililo zuri. Hapo studio tumemwalika kaimu mufti wa Tanzania, Sheikh Ali Hamisi Ngeruko. Salamu alaykum. Waalaykum salam warahmatullah, Sheikh Nurdin, karibu sana. Asante, tumekaribia hmm. Tupo wote hapa leo Azam TV. Okay. Kwa ajili ya kuwahabarisha eh, jamii kuhusu ibada tukufu ya hija. Naam, Sheikh. Mm -hmm. Tuanze, tuanzie jana hapa nyuma kidogo. Uh, mahujaji walikuwa Mina uh, kabla ya leo kuja katika viwanja vya Arfa, wakiwa Mina, mtu ambaye anataka kuelewa hali ya mambo pale, wamefanya nini na nani? Mina wanakwenda mahujaji siku ya mwezi nane. E, hii ni siku ya maandalizi kujiandaa kwa ibada ya leo ya pale katika viwanja vya Arafa pale Mina watakaa kama siku sei siku, siku tano okay. E, na jana walikwenda Mina kwa ajili ya maandalizi. hapo zamani Eh, kulikuwa kila mtu anayekwenda huwa anaji anajihudumia mwenyewe mm. E, yaani anajihudumia mapishi, kuweka maji pale, kwa sababu sehemu kikaa siku, siku tano, maana yake ni kwamba utahitaji maji, utahitaji chakula, utahitaji sehemu ya ya kupumzika kwa hiyo walikuwa wanakwenda mahujaji pale siku moja kabla, ambayo ndio mwezi nane kwa ajili ya matayarisho kuweka maji e, kutengeneza hata sehemu ya kwenda haja, yani ni kama kempu fulani hivi mm. e, kwa hiyo pale ile inakuwa ni siku ya maandalizi, mnatengeneza tenti lenu nyinyi wenyewe lakini baadaye serikali ya Saudi Arabia baada ya kugundua au kuona kwamba mahujaji wanapata shida na wao ni wageni wakaamua, e, suala lile kulichukua na kuwapa mashirika mbalimbali mbali ambayo yatakuwa yanasimamia e, suala zima lile e, la, ku, la, ku, la maandalizi pale. Kwa hiyo maji yapo yanua yako pale mm. e, yapo maji yanua, lakini pia matenti yapo ya, ya kudumu vyoo, kila kitu. Kwa hiyo eh, <coughs> eh, pale eh, kila kitu kipo na chakula kinaletwa na, na, na yale mashirika ambayo eh, yanawahudumia mahujaji. Kwa hiyo haji yeye akifika pale kazi yake ni kukabidhiwa eneo lake la kukaa hizo siku, siku tano. Eh, basi na kujiandaa na kufanya ibada eh, mm. Kwa sasa hivi haji anakuwa eh, hana kazi nyingine zaidi ya kufanya ibada zake tu pale, na ibada zinazofanyika pale eh, ni kusoma Qurani eh, kupeana nasaha eh, kufanya kuswali sala tano pale na mambo mengine yani, basi ni hivyo mm. eh, kwa hiyo wanakaa pale kwa muda wa siku hizo, basi baadaye wanarudi kwa okay. Hiyo wakitoka akitoka pale e, wanaondoka alfajiri kuelekea Arafa hmm, ambako leo ndo tumeona katika viwanja vya Arafa. Wakishafika sasa Arafa, uh, kila hujaji anapaswa kufanya mambo gani ya msingi? E, mambo ya msingi kwanza kutafakari, okay. tafakuri kutafakari kuhusu muumba wake na lile eneo ambalo yeye yupo, kutafakari kuhusu umma uliokuja pale kutoka maeneo mbalimbali mbali duniani. Haya yanamfanya eh, ajione yuko karibu zaidi na, na muumba wake, kutokana na yale anayoyaona, wamekuja watu duni, kutoka duniani kote kiasi ambacho wengine alikuwa hajawaona. Mm -hmm. Kwa hiyo pale anaona tabia, tamaduni mbalimbali mbali za watu, mavazi, lugha <coughs> kwa hiyo eh, kingine ni kupeana eh, nasaha, viongozi wanapeana nasaha na hasa kama vile Mheshimiwa Mufti eh, sisi Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania mwaka huu eh, kauli mbiu yetu ni hija na amani. mm -hmm. hija na amani na itikadi yetu kama waumini, eneo la Arafa likiombwa dua basi halirudi, yaani Mwenyezi Mungu analipokea eh, kwa nguvu zote. Kwa hiyo eh, kazi kubwa ilikuwa ni kuomba Mungu eh, aifanyie nchi yetu iwe ni nchi ya amani, na hayo yote yanayokuja kama uchaguzi na mengineo yapite kwa amani na salama kwa hiyo pale watu wanaomba sana Mungu, kila mtu anachokihitaji anakiomba, lakini ile kuomba msamaha kwa Mungu wake kutokana na aliyoyafanya katika maisha yake yote ya dunia. Kwa hiyo pale anakaa e, Arafa, anasoma sana Qurani, wanapeana nasaha na wenzake. Kwa hiyo ni mahala pa kubadilishana utamaduni wa kila aina na hata e, mitazamo ya kidini, mitazamo ya kimaisha. Eh, viongozi huwa wanajaribu kuwaelimisha ku, ku, kuwa eh, waumini wao pale mm. mm. Kihistoria tunaambiwa pale mara ya mwisho ndipo ambako mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitoa hutuba yake pale, na ndio maana kunaenziwa namna hiyo. Ni kweli mm -hmm. Ni pale eh, siku ilikuwa ni mwezi tisa, hiyo eh, mwezi tisa E, katika hija yake inaitwa hijatulwada hija ambayo hakuhiji tena baada mm. ya hapo kwa maana kwamba alikuwa anawaaga waumini. E, katika hija, hija ile aliweka mambo mengi sana ali, aliwahusia, aliwa aliwasihi waumini kwa siku ile mambo mengi sana na hasa suala la umoja e, umoja na dhulma kwamba e, watu wasidhulumiane wasiishi katika maisha ya dhulma eh, katika maisha yao eh, kwa hiyo eh, alisisitiza sana umoja eh, baina ya, ya, ya waumini eh, kwa hiyo eh, ile inaitwa kama ni hija iliyoweka misingi ya maisha ya muumini katika dunia yake. Hebu hmm. hmm. tupe elimu kidogo hapo uh, shengeruka kusimama leo katika viwanja vya Hija ndio uh, vya Arafa ndio kutimia kwa Hija. Naam. <coughs> kama alivyosema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alisema kuwa alhaju Arafa, Hija kilele chake ni kusimama yani au kuhudhuria Uh, watu wanapoambiwa kusimama wanafikiri kwamba watu pale wanakuwa wanasimama. <laughs> Yaani ni kuhudhuria katika eneo lile la Arafa, na hilo eneo lina mipaka yake. Mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema mwisho humu hmm. Hili ndio eneo la, la Arafa alielekeza, na mpaka leo alama hizo zipo, watu hawakai nje ya eneo lile, sema Al-Hajju Arafa, maana yake kwamba uh, ibada ya Hija kilele chake ni kufika katika viwanja vya Arafa na usipofika pale, maana yake wewe e, huja hiji. Na mambo mengi hata ile kukaa Mina usi, unaweza usikae Mina endapo umepata na, na dharura mm. E, na ikawa badala yake ukaambiwa kama umeshindwa kuhudhuria Mina fanya hiki, lakini ukishindwa kuhudhuria Arafa hakuna kingine pale hata wagonjwa wanatolewa kutoka mahospitali wanapelekwa, yaani mtu am, kwa bahati mbaya amekwenda katika, e, katika mji ule e, akapata na maradhi mm -hmm. Akalazwa basi atatolewa hospitali, serikali inamtoa ina, ina inamhudumia mpaka pale atahudhurishwa pale, halafu atarudishwa tena hospitali. Kwa hiyo mm -hmm. pale atakuwa anatibiwa, ana, ana, ana, ana e, na huku akiwa yuko katika kiwanja kile cha cha Arafa kwa hiyo e, eneo lile ndio hija yenyewe mm. Eneo lile ndio hija yenyewe na kusema kweli e, ukifika e, ndio utajua kwamba kwa nini kuna falsafa ya kufika hapa mm. e, vile utakavyoona e, mandhari ya pale watu mliohudhuria pale e, utajua kwamba e, kulikuwa na haja kubwa sana Mwenyezi Mungu ya kutaka waumini wakutane pale mara moja kwa mwaka mm. <clears throat> na hasa ili kuonyesha kuonyesha umoja eh, halafu kuonyesha kwamba hawa kila mmoja amekuja hapa si kwa jingine, amekuja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mmoja ah, hivi na kwao, na kwao huyu kuna kuna kuna, kuna, kuna imani hiyo kwa hiyo kama ni aina fulani ya kupeana moyo katika mm, swala zima la kiimani okay. Eh, yani, kuna, kuna mafunzo mengi sana huwezi huwezi kuyaeleza yote lakini, ukihudhuria ndio utaona kwamba hapa eh, kuna, tunajifunza nini? Okay. Kwa hiyo Hija eh, Arafa ndio eneo muhimu katika ibada ya Hija mm. Kesho ni Idi kwa mahujaji wa ambao wapo no. Uh, Saudi Arabia no. mm -hmm. kwa wale ambao wapo pale no. kesho wao wanafanya nini? Eh, kwa maana leo wanakuja sehemu inaitwa Muzdalifa. Muzdalifa. Eh, leo watalala hapo Muzdalifa na kulala Muzdalifa maana yake si kwamba ukifika pale unalala mm. E, kama utapitiwa na usingizi ukilala ni vitu vya kawaida, kwa sababu umechoka sana kutoka Arafa, umeshinda pale. E, kwa vyovyote ukifika Muzdalifa utakuwa umechoka sana. Kwa hiyo Mtume alilala pale. Kulala maana yake ni kuhudhuria. Unatakiwa uhudhurie, uwepo pale japo hata dakika tano tu, uwepo pale e, na unapokuwepo pale ni yale yale tu, ni kwamba unafanya, unasali, unasoma Qurani, unaleta nyiradi, mnapeana eh, nasaha vitu, vitu vya namna hiyo, ndio ibada yenyewe inayofanyika pale eh, Muzdalifa. Ukitoka Muzdalifa ndio sasa kesho alfajiri eh, hapo ndio watu wanakwenda wanakwenda kutupa mawe na ibada ya kuchinja ndio inafanyika na wengine wanarudi katika mji wa Maka sababu kutoka, kutoka Maka kuja, kuja Mina ni kilomita nyingi kidogo mm. e, kwa hiyo si mji mmoja, ni ukiwa nje unasema yote ni Maka lakini ukishakuwa Maka ni kama vile wanasema Mbagala au Mkuranga mm. unasema na Mbezi e, vitu au Bagamoyo vitu vitu, vitu, ni maeneo ma, mawili tofauti kati ya Mina na maka kwenyewe. Kwa hiyo watu watatoka zao pale Mina, watakwenda kutupa mawe, watatoka hapo watarudi kwenye, kwa sasa ndio ile kambi ya Mina ndio inafanya kazi sasa, okay. Kesho ndo itakuwa wata, wanarudi Mina na kesho kutwa watakaa pale sasa, siku tatu. Kwa hiyo ilikuwa siku nane mwezi nane na mwezi tisa na mwezi kumi kesho kumi na moja na kumi mm. na mbili, jumla inakuwa siku tano. tano pale Mina ndio senta okay. vitu vyao vyote walivyotoka mahotelini waliviacha pale Mina kwa sababu ukishafika Mina hurudi tena Maka, unakaa mm. Mina pale hizo siku zote kwao Mina, Arafa, Arafa, Muzdalifa, Muzdalifa Mina, Mina unarudi kwenye sasa hapo tena ndio utafanya zile shughuli nyingine zilizobaki kuchinja kunyoa kwenda ku, una, unakwenda una, unatufu unarudi, e, katika eneo lako la, la, la Mina. mm. kwa hiyo hapo tena ndio ibada unamalizia na tayari kwa kurudi nyumbani. mm. Hmm. Kwa maana yake uh, baada ya leo kulala Muzdalifa hmm. uh, kesho asubuhi ni kuendelea sasa kunyoa, kutupa mawe eh, uh, uh, kufanya tawafu kufanya, eh, kufanya, kufanya sai hmm. eh, ndo kurudi tena mna kuchinja eh, hizo zote zinafanyika kwa, kwa wakati mmoja hmm. iwapo mtu uh, baada ya Arafa hmm akashindwa kuendelea naya mengine yani, baada labda, uh, leo hali yake imekuwa dhulful hali baada ya Arfa mm. Akashindwa kwenda Muzdalifa mm. Akashindwa asubuhi uh, kuendelea uh, na uh, tawafu na kunyolewa na pamoja na kuchinja mm, na. Hukumu yake inakuwaje? e, vingine hivi vilivyobaki unato, unatoa fidia mm -hmm. Unatoa fidia unachinja nyama basi kwa hiyo badala ya lakini isiyokuwa Arafa, Arafa hakuna fidia. Lakini eh, hii eh, haya mambo mengine eh, yanafidiwa na kuchinja mm. Endapo utashindwa kufanya mm. Basi hakuna shida. Maujaji milioni moja laki sita ni wengi sana no. Wakishachinja hawa, labda tuseme E, hata kama watu saba ng'ombe mmoja ama watu saba ngamia mmoja mm. ni wengi hawa no. Hizi nyama zinakwenda wapi? E, zamani nyama hizi zilikuwa zinaachwa tu, kwa sababu e, teknoloji ilikuwa e, ilikuwa iko hafifu mm. watu wanachukua, mwisho zinawashinda wale mahujaji wenyewe, wanakula na wanawapa wale majirani, watu wa Maka wanachukua, lakini kwa kuwa E, nyama zinakuwa nyingi hatimaye zina, zina, zina zagaa tu, lakini e, sasa hivi kuna shirika maalum mm-hmm. e, shirika maalum e, linashirikiana lina, lina na benki e, wao ndio wanapokea hela ya wewe kuchinja okay. wao ndio wanakutafutia mnyama kwa maana kama ni wakala wakala wa mambo ya kuchinja mm-hmm. kwa ile nyama ikichinjwa inachukuliwa ina, ina, inapekiwa eh, ndio inawekwa kwenye makula yale makubwa kabisa, kwa nyama inakuwa haharibiki hata mwaka mzima, na hatimaye sasa, zile nyama baada ya hija zinagawiwa katika nchi zile ambazo kuna watu hawaji, hawajiwezi, kwa hiyo okay. Zile nyama zinarudi huku ku Afrika na nchi nyingine za, za, za Asia ambazo hali eh, zao ni duni wanapelekewa. hmm. hmm. Turudi nyuma kidogo. no. Tumeiangalia hija ambayo naweza tukasema leo ndo imekamilika rasmi kwa no. sababu mafundisho anasema kwamba Arafa ndio uh, ndio hija yenyewe na leo hmm. mahujaji wamelitekeleza hilo hmm. uh, katika viwanja vya, vya mlima ule wa Arafa hmm. Wakati unasema una, una, una, una, mimi nataka kwenda hija mambo gani ambayo unapaswa kuzingatia Sheikh Ngeruka uko nyumbani hey, bado hujafanya safari Aha. kikubwa zaidi ni ku, kuchunga kwanza kuchunga ile, ile nauli na yale masurufu tunayaita hmm. yani utakayoyatumia ile safari yako yote unajitahidi kwamba isiwe katika E, mali za kupigapiga. Okay. E, unajitahidi kwamba e, ziwe zimetoka katika jasho lako na kama umepewa na mtu basi unamuona kwamba huyu mtu kidogo e, mambo yake si, e, si hovyohovyo ni mtu mm -hmm, amekaa katika mstari. E, kwa hiyo hayo ndio maandalizi muhimu. Pia unajiandaa, na kama kuna watu umeishi nao lazima uwaage, unawaga na kama kuna uliyemkosea unamwomba radhi, eh, vitu vya namna hiyo, na unahakikisha kwamba unaiacha familia yako vizuri unaikabidhi, eh, basi unaelekea eh, hija. Hayo ndio maandalizi ya muhimu ya, ya kuyaandaa. Lakini pia eh, unajua kutokana na hali hali ya uchumi mm -hmm. watu wengi wana, wanachukulia tu kwamba lazima awe na pesa za kutosha wakati mmoja mm. Ili swala la, la, la kujiwekea kidogo kidogo, ili watu wanaghafilika sana, au kumwekea mtu. Kwa mfano, anasema mi nataka kumpeleka mtu hija, basi jaribu kumwekea taratibu miaka, mwaka mmoja, miwili unampeleka anayemtaka, badala ya kuchukua tu moja kwa moja nitakwenda hija na hili watu wanaghafilika hata, hata watoto wa ma, watoto wa shule mm, katika nchi za wenzetu mtoto um, yuko darasa la kwanza, basi mzazi anasema mi nitampeleka hija mtoto wangu, anamfungulia account kabisa, eh, anamwekea anamwekea, basi mpaka akifika umri fulani atakuwa amepata kiasi kikubwa cha maandalizi ya ibada ya hija hili E, tunakusudia kulitolea elimu mm. Ili watu waweze, e, waweze kulielewa badala ya kusubiri e, mpaka huo umepata pesa nyingi wakati mmoja, kumbe unaweza kutengeneza kibubu e, kikakuwezesha kika kwenda safari yako ya hija hija mm. mm. Kuna watu wale ambao uh, anapeleka wengine hija mm lakini yeye hajawahi kwenda hija. Huyu hukumu na fadhila zake zipoje? Ha, wala haina shida. Atapata fadhila za kumpeleka mwenzake na yeye bado anasubiriwa ana aende <laughs> anasubiriwa aende, hakuna shida yoyote. E, anasubiriwa aende kwa sababu hii ni, ni ibada ya mtu mwenyewe binafsi, hawezi kukufanyia mtu mwingine. Mwache apeleke watu hija na yeye, itafikia siku yake atakwenda e. Ila tu sio jambo zuri kwa mtu ambaye mwenye uwezo halafu anabaki haendi, kwa sababu itakuja kumkosti baadaye mm. mm. kuna watu wanaamini ya kwamba hija ni lazima uridhiwe na Allah subhanahu wataala. Unaweza ukawa umejiandaa uwezavyo, lakini safari isifanyike katika uh, mafundisho inaaminika pia hivyo, ama ni mambo tu ya watu tu wa mjini na kubunibuni kwao? Kuridhiwa ni kule kupata, eh, ule uwezeshwa, uwezeshwaji ulioupata, ni tayari umesharidhiwa. mm-hmm. eh, ume, umemiliki, una afya nzuri eh, na una, eh, una una kiwango cha kuweza kukufikisha na kurudi eh, tayari ndio ridhaa hiyo ama swala la, la, la kwenda uh, hilo halipo. Eh, kama haikutokea kwenda mm. Eh, ni kwamba hukwenda, lakini sio kwamba Mwenyezi Mungu hakukuridhia uh. Ridhaa ni, ni, ni, ni hizo eh, amekuwezesha afya unayo, basi utakwenda. Umeshindwa kwenda sio kwa maana Mwenyezi Mungu hakukuridhia, hapana, ni labda tu kutokana na sababu moja au nyingine sio kwamba yule hakwenda kwa sababu Mungu hakumridhia kwenda hija, hapana mm. ilo halipo. ilo halipo. hija bora inatajwa ni ile ambayo inafanywa na mtu akiwa katika umri ule wa ukijana, kwa sababu atakuwa imara kiafya na nini kuweza kuyatenda hayo mambo kwa usahihi wake. Ni kweli kuna huo uhusiano kati wa ujana na utekelezaji wa ibada hii ya hija? Hija bora ni ile ambayo ameifanya mtu akafuata masharti okay. na akaweza kumudu kufanya ibada ile, hiyo ndio hmm. hija bora, ama kuifanya akiwa kijana eh, ni nzuri zaidi hmm. Hmm. Lakini haifanyi kwamba ndio itakuwa bora zaidi kuliko mzee aa, eh, anaweza kuwa mzee ana, ana, ana afya nzuri tu na akaenda akafanya yote na mujibu wa nia yake akayafanya yote anayotakiwa ayafanye, itakuwa ni hija bora kwake. Hija bora ni ile ambaye hakuchanganya yule haji na mambo yasiyofaa wakati yuko kule, mm -hmm. kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, salam, salam. man haja walam yarfudh, mtu ambaye atakee hiji na wala hakufanya mambo ya hovyo katika hija yake, kama vile kuwa anasemasema watu anakadilpia watu, yani hashirikiani -ha vizuri na mahujaji wenzake kwa tabia njema eh? Basi ambaye atakuwa amejiziwia na tabia chafu katika hija, nasema kharaja eh, kayauma waladhatu umu huyo ata, atakuwa uh, kama vile atarudi, atakuwa kama vile mtu ambaye ndio amezaliwa leo na, na mzazi wake. hmm. Eh, kwa hiyo hija bora ni ile mtu amejiepusha na mambo ya hovyo. Wakati wako hiji, si ujana wala si uzee eh. ni namna gani konsentresheni yake ilikuwa, yeye na ibada yake, na aliishi vipi na wenzake, na alikuwa mnyenyekevu kiasi gani, alikuwa mtii kiasi gani, hivyo ndo vitu vinavyotazama zaidi kuliko eh, ujana au uzee. Ama ni vizuri kwa sababu eh, kule kuna purukushani nyingi mm. E, ukiwa kijana inapendeza zaidi okay. Inapendeza zaidi kwa mambo mengi utayafanya wewe mwenyewe, na utayafanya ukiwa na ukiwa na afya njema. Ni bora kufanya ukiwa kijana, naam. mm. Mm. Na, na ndivyo ambavyo tunatamatisha uchanganuzi kwa siku hii ya leo. Nimekuwa naye Sheikh Ali Hamis Ngeruka, yeye ni kaimu mufti wa Tanzania ba tumekuwa sote tukiangazia ibada ya hija ambako leo mahujaji ndio wamekamilisha ibada yenyewe hija, baada ya kusimama pale katika viwanja vya Arfa, na wao kesho kwao ni Id. Uh, na hiyo pia imekuwa katika baadhi ya maeneo mengine ambayo wenyewe kesho watakuwa katika Id al-Adha, ukitekeleza uh, moja ibada muhimu uh, ndani ya nguzo Uislam. Ni kushukuru sana Sheikh eh, lakini pia tutoe mwito kwamba siku ya Jumamosi tutasali rasmi eh, sala yetu ya Idi katika msikiti wa Muhammad wa sita eh, saa moja na nusu kamili asubuhi. Kwa hiyo okay. Bila ya kuchelewa eh, tuwahi tusali sala ya idi hapo namna na, kwa kuwa leo mi ndo natamatika hapa, tutakutana tena siku ya Jumatatu, panapo majaliwa yake e, Mwenyezi Mungu nikutakie to Idil Mubarak, nawe uende ukasherekee vyema na, na ujiepushe na vitendo vyote ambavyo Mwenyezi Mungu amevizuia ikiwemo hasa kufanya maasi. Nikutakia usiku mwema na kila laheri, heri kwa heri, mm.